Hii wazi wazi wazi, sauti inayosikika hapa ni sauti ya Zee Santisti Fid Marshall Champion of the World King of Dalmax, wazi wazi. E, Fid Marshall hapa, mwana sayansi CR7, wazi. E, jana nilikuwa na mechi, nilicheza na Mtanga Mtangalile. E, kipaji hichi kutoka Morogoro, e, kiliweka kambi da, lakini sasa hivi kiko maeneo ya Dodoma huko, wazi. E, nitaka nionyeshe tu goli katika mmoja ya magoli nilompiga jana nataka e, niwape zawadi ya sikukuu ya idi mafans wangu e, mashabiki wangu wa draft nataka e, nionyeshe kavimba ambayo jana ndo nilimchesa nayo lakini nitaonyeshe ni goli moja tu e, kwa ajili ya kuwapa zawadi e, mtanga kwenye njano e, kavimba kaziba e, nikalaza kaweka nikalaza kaweka nikalaza Mtanga akaweka hapa, wazee wazee, nikaweka hi hapa, Mtanga akapiga buti, wazee wazee, nikamshtua wazee wazee wazee wazee wazee, Mtanga ka akaziba, akaziba, wazee wazee wazee wazee wazee wazee, nikaweka hi hapa, Mtanga akaweka hi hapa, nikapiga buti hapa, Mtanga akaweka hi hapa kwao, nikamshtua wazi wazie wazee, nilivyomshtua hapo Mtanga ilibidi ashtue, nikajiacha nikapiga hizi tatu, wazie wazie, Mtanga kaingia nikanyonga hapa, Mtanga kawekai hapa, nikaweka hii, Mtanga ikabidi aweke hii, nikaingia, Mtanga ikabidi aweke hii, nikashtua, Mtanga ikabidi ale, nikala nikala, Mtanga akaeka huku, nikashtua ili ndio bao ambalo Mtanga nilimnyonga jana. Wazee wazee, usisahau kusubscribe kwenye channel YouTube yangu ya The Scientist. E, mimi na natuma magoli halisi, magoli. Yani michezo ambayo ishachezwa magoli ambayo ni halisi magoli e, ila nitaanza kutoa training nitaanza kufundisha e, yani tutaichambua ngoma moja bila kumisi, tutachambua kopi moja bila kumisi Yaani, mpaka tuhakikishe tumemaliza. Zoezi litaanza baada ya miezi kumi. Ila kwa sasa hivi naendelea kuanza kuposti magoli yenye uhalisia. Wazee wazee, shukran sana zee Scientist. Hapana, watakia Idi wazee wazee, Idi njema.